Kana chama lako umeliona hapo limefanikiwa kuondoka na alama tatu, limefanikiwa kushinda mabao mawili kwa moja. Viporo mnazidi kuvitafuna tu, kitu gani ambacho unaweza kusema? Kwanza tunamshukuru Mungu kwamba viporo vya wakati huu hatuvitumii kachumbari, tuna vila vikavu vikavu kwa sababu havijachacha sana. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakimshukuru Mwenyezi Mungu, na hii ilikuwa mechi yetu muhimu sana e, kuelekea ubingwa wa, wa, wa, wa, wa, wa kafu e, ambapo tutaanzia ugenini. Hii mechi ya leo kwetu ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu moja, ime, ni kutoa muunganiko wa wachezaji, lakini pia ni kutoa muunganiko e, wa wachezaji na mashabiki wake. Unajua, huu muunganiko ni mzuri sana unapokuwa una, una feli E, kwenye michezo yako ya nyumbani ni alama au ni ishara mbaya kuelekea michezo ya kimataifa. Kwa hiyo hilo kubwa ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kikubwa zaidi ni kuwaonyesha wapinzani wetu, lakini kuonyesha bara la Afrika e, Simba Sports Club ni timu ya aina gani? Ni timu ambayo ina muunganiko wa aina gani? Tunaposema kwamba tuna timu kwa tuna timu kwelikweli na mwaka huu tulipokuja e, na kauli mbiu ya ubaya ubwela, tulikuwa tunamaanisha kwamba yoyote atakayejitokeza ataadhibiwa tu. Na ndio maana unaona baadhi ya timu ambazo ni wajanja wanatukimbia kwa sababu wanajua ni lazima na wao wataadhibiwa, kwa sababu e, wanaamini kabisa Simba hatumii kachumari kula viporo vyake, kwa sababu na yenyewe nayo ni kiporo. Kwa hiyo hilo ndio kubwa ambalo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio viwango vya baadhi ya wachezaji wako kama Joshua Mutale anaonekana kuimarika na kukata fomu, hii inawasaidia vipi sasa kuelekea kwenye michezo ya kimataifa? Hakuna mchezaji hata mmoja hapa, hapa, hapa Simba si mchezaji mkubwa mwenye uwezo, ni nafasi tu na ukiangalia mechi iliyotangulia e, ya JKT ukiangalia ilivyokuwa, e, na leo ni tofauti. Yani wanabadilishana nafasi e, na hizi tuzo e, za NBC zitamia kwetu na sisi tutakuja kuanzisha e, klabu ya tunzo kwa sababu naona tutazichukua zote. Hakuna timu itakayocheza na Simba tusichukue e, hizi tusichukue, e, tuzo e. Leo tumemwona Mutale, lakini uliona mechi iliyopita ili, ili, ili, ili, lakini pia ulimuona Ateba e, kama vile amezaliwa upya mpaka watu walishaka kumbe kuna Ateba leo hii watu wameona, ah, kumbe kuna Mutale. Lakini hata mkituchezesha kesho mtashangaa tena mchezaji mwingine, na mechi ambayo sasa hivi tunasubiri kwa hamu sana ambao watu wengi pengine hawajui, maskini ya Mungu ni RS Berkane hiyo ni mechi muhimu sana barani Afrika. Sasa hivi, Afrika nzima wanawazia hiyo mechi Mnaanzia awei, lakini huoni kama mtapata wakati mgumu? Mnaanzia kwa mwarabu mchezo wa kwanza naye bila shaka awei. Ah bwana, wapi usapa? Simba awei ni wapi? Simba awei labda kwenda Madridi, kwenda wapi? Lakini huko Afrika tushazurura kote huko, yeah. E, na tushachezea sana tano zile, tukawambia sawa tutarudi, lakini sasa hivi timu yoyote ya Afrika inapokuwa inapangwa na Simba Sports Club wanalia mno. Kwa hiyo sisi kwenda arasibekane pale ni Moroko. Tofauti kati ya pale oh, na hapa oh, ni, ni Moroko. Hakuna hofu yoyote, ni ardhi tu na zile sura, pengine wale wana ndevu nyingi kwa sababu ya uarabu, sisi hatuna ndevu kwa sababu sio uarabu. Hizo ndio tofauti, lakini brother, ndani ya dakika 90 arasibekane, tunaenda kuwapolezia pumzi ya moto this time eh, hatutamwachia maiti amng'ang'anie mwoshaji lazima tumuoshe na lazima tumzike hmm. Ndani ya michezo minne, uh, kamara amepoteza clean sheet mbili na mnakwenda kimataifa. Sasa hiyo haiwapi pressure yoyote ile? Ah, uh, haitupi uh, hai pressure. Unajua kamara amecheza michezo mingi sana, na magoli ambayo kamara anaofungwa hata nyinyi mnayaona yaani, kama vile ya uganga uganga fulani hivi ya, mnashangaa hiyo imo. Hey, magoli mengi na hayazidi mawili, kwa sababu mganga pia atoiboko nyingi anakuwa anatoa boko moja tu. Kwa hiyo unashangaa hata kimuuliza kamera, mimi nashangaa mpira upo wavuni ulikopitia sioni. Kwa hiyo hiyo haitupi shida. Unajua pia Waarabu wao mambo haya hawana sana. Kwa hiyo tunaamini tutaenda kutoshana nguvu. Hilo halina shida. Ndio. Kiongozi, mimi nataka nifahamu bwana, wewe ni mzamini kule katika timu ya polisi, na bila shaka kwa hiyo imepanda hewa eh, katika ligi kuu ya Zanzibar. Kwanza unajisikiaje timu kuweza katika katika jambo kubwa sana leo la furaha? Sasa hivi eda kupanda ndege kuelekea visiwani Zanzibar. Yeah? E, timu ya polisi ina muda mrefu sana ilikuwa haishiriki ligi kuu mm -hmm. E, ligi kuu. Sasa mwaka jana nikakabidhiwa timu ya polisi kama mdhamini mkuu, na kuisababisha na kuiwezesha iweze kucheza Premier League, tunachomshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tunapozungumza hivi sasa pale kwenye jimba la Maudi pale visiwani Zanzibar polisi ya Zanzibar imeishughulikia kundemba magoli matatu kwa moja hivyo Asilimia mia moja tumeingia ligi kuu kwa kishindo cha magoli matatu, na tangu nimepewa timu hii na tangu nimeanza kuangaika na timu hii msimu huu tumepoteza mechi moja tu kati ya mechi zote tulizocheza, na hii ilikuwa ni kutokana tu, sijajua ilitokea vipi, lakini tulikuwa na clean sheet zote, zaidi ya mechi moja tulioshinda. Kwa hiyo tuna moja ni mechi chache sana. Labda pengine hiyo siri ya ubora ni nini? Ah, kimsingi tulichokifanya pale timu ya polisi kwanza ni kuunganisha timu kwa maana ya management